Kwa takwimu hizi hatoboi mtu, ambapo imeelezwa kwamba mwezi wa kumi na mbili tuzo za ligi kuu Tanzania e, bara maarufu kama NBC Premier League msimu uliyopita zitawekwa hadharani na kutolewa ila kati ya watu ambao wanagonga vichwa vya watu hasa katika kumpata the MVP ni Pakome Zozwa pamoja na Jean Chazi Awa, ambapo katika taarifa zake Jean Chazi Awa yeye kwenye ligi kuu ya NBC Premier League yeye amefunga mabao 16. Pasi za mabao ambazo zimetengeneza mabao kwenye ligi ya NBC Premier League ni assist tisa. Mchango wa jumla wa mabao yani, mabao pamoja na assist ni ishirini na tano. Penalti zilizofungwa basi, kazifunga penalti sita, mabao ya mipira ya adhabu kaweka mabao mawili. Na jumla ya mechi alizocheza basi ni mechi 30, ni mechi 28. Huo ni upande wa ligi kwa NBC Premier League Tanzania. Ukija kwa wa kombe la shirikisho basi, yani maarufu kafu, amefunga mabao matatu. Pasi za mabao maarufu assist ni mbili. Mchango wake wa jumla mabao, yani mabao pamoja na assist ni mabao matano. Mechi alizocheza ni mechi kumi na moja za kafu. Takwimu za jumla, wakijumlisha ligi kuu na kafu, mabao aliyofunga ni kumi na nane lakini pasi pasi pa, pas za mabao yani asisti ni tisa. Mchango wa jumla wa mabao pamoja na asisti ni ishirini na saba mechi alizocheza NBC pamoja na kafu ni mechi thelathini na nne. Takwimu za pakome kwa msimu huu wa mwaka elfu mbili ishirini na nne ishirini ishirini na tano, ligi kuu ya NBC Premier League mechi alizocheza ni ishirini na tano ambapo mabao aliyofunga ni kumi na mbili pasi za magoli ni kumi na moja mchango wa magoli pamoja na asisti ni ishirini na tano. Ukija kwenye tuzo ya mchezaji bola wa mwezi mara saba ambayo ni rekodi katika ligi yetu. Sasa hapa, ni wengi wanajiuliza ni nani anaweza kuondoka na hizo tuzo, huku ikielezwa kwamba jeshazi Yara takwimu zake zimenyoka zaidi kuliko za Pakome ambazo yenyewe hazijawekwa wazi. Kwa hiyo ni wengi wanafikia ni nani atakuwa mchezaji bora kwa msimu uliopita 2024 2025, kutokana na takwimu hizo ambazo zimeweza kutolewa kwa wachezaji wote wawili, huku wengi wakimtolea macho Amzzoa, ambapo inadaiwa kwamba yeye magoli mengi ambayo ameyafunga hajayafunga yakiwa yakutenga au penalti. Magoli mengi amefunga yakiwa kwenye movement. Yani, kwenye harakati zapigani kupige pasi baadaye goli na ndio wanampa kwamba anaweza kuwa ni the MVP kwa kuwa yeye ndio aliweza kupindua meza kibabe dakika za mwishoni takribani kama mechi tatu hivi na kuweza kumzidi Pakomba, kumzidi Jinchazi awa kwenye takwimu, ila kitakwimu kabisa kazidiwa na Jinchazi awa kwa kila kitu.